Nisikilize kwa makini. Mambo ya mke wangu na mimi hayakuhusu. Katoka polisi hayakuhusu. Nakwambiaje, acha kumpiga mkeo. Na wewe

ametoka kugo amepigana na mama Adija kule alipotoka, akaenda kupigana na mama Ashura kule. Baada hapo, umepigana na mke wa Sarumweli wewe, choka za wenyewe, mimi nimewarudishia tu, kwa wananisema mimi ni baba yako mzazi. Baba, nimekwambia Baba na kuheshimu, usimpige mkamwana wangu mbele yangu mimi. Baba nini? Wewe nani kwenye familia? Na naomba nikuelezee kitu kimoja, mimi mpaka nafikia umri huu sijawahi kumpiga mama yako hata siku moja. Wewe umeanzia wapi? Mwanamke hapigwi, anapigwa kakanga Mwanamke kupigwa na tanga huyo. Huyu inatakiwa ale ngumi. Mwanangu, amezoea kunisumbua huyu baba, nimeshachoka na haya maisha, amezoea kunisumbua. Mwanangu, hivi ukiendelea utaishia jela. Hapana baba, na kwa hali kama hii naomba nauli nirudi kijijini, kama hutonipa narudi kwa mguu, simu sio mbali. Sasa baba, mbona tumefikia mbali? Hapana, mimi naondoka, ugomvi wa namna hii hauvumiliki. Mimi na umri wangu huu, ndio akukaa na naamua, ugomvi wa mwanangu tena, kijana naye mtegemea, kijana wangu wa kwanza. Sasa baba, ambaye nimemfuata mjini hapa. Sasa haina shida baba, mimi nimekuelewa. Naomba na rudi kijijini. Baba kama nilivyokuambia awali, huyu mwanamke ameshazoea kunisumbua. M, yaani kila siku ni vurugu na hasa na yule yule mke wa Salumu, Salumu mweri yeye, ndio huwa anagombana naye kila wakati. Sababu mimi nilichokuwa nakuomba kitu kimoja. Kwa sababu hapa hivi hatujapata mlo kutoka asubuhi. Mimi natoka. Narudi muda sio mrefu. Sawa. Eh, kwa hiyo baba, nakuomba utulie hapa nyumbani. Haya mwanangu. Eh. Basi na dakika 10 tu zijazo nakuja. Ah sawa. Haya. Kijana wangu hapa kaliki hapa mwasio anavuta bangi huyu mwanangu, si kuna shida gani? Maana mambo ya mjini nayo. Baba. Naam mwanangu. Ameenda api? Ah mimi ameniaga kwamba kuna sema ameenda mara moja. <laughs> sijajua. Sasa <laughs> hivi. Sijajua ameenda <laughs> Amerika wapi. Hey. Ameanza kunitibua kanipiga hapo eh. Kanioshia kani, ngoja ngoja nikamtafute kiatu changu kwapi, ngoja baba. Na familia hii, mbona pale, ngoja baba, na mimi nakuja. Kaniambia kwamba unataka pesa kusuka, lakini nimekupatia pesa, lakini sioni kama umesuka hivi. Kwa na madeni ulishinda kuniambia kwamba nina shida kiasi cha pesa. Kwani una hela bwana na wewe? Angalia kwanza hichi kitambi kitambi cha pesa hiki dola, hmm. Basi una shida natoka pesa

Wambie mwana Baba, mimi nilikuwa kule, nilikuwa kuna mtu nilikuwa anafanya naye maongezi, amekuja pale anaanza kunifokea. Hii sio familia, Baba. Nimewachoka mwanao. Naomba mtambue kwa mimi ni mzee wenu, nipo katikati palipo na wazee huwa mmoja, huyu bora arudi kwao. Baba, usikilize mwanangu, naomba ukae kimya, naomba mtulie. Hii familia itakiwa iwe na amani kama mlivyo nipokea awali, tuishi kwa amani, tuko pamoja mimi niliwatakia kila la heri Mungu awabariki katika maisha yenu. Kwa nini mnagombana? Ibilisi apite mbali. Baba samani, naomba unielewe. Ibilisi mwana... apite mbali. Huyu mwanao nielewe kwanza baba. Mwanao ametoka mwanamke. Tunaishi na njaa na kumpa mwanamke hela huyu. Eh? Nimesikia habari ndio nimeenda. Ah, kwanza leo imeisha. Eh, baba subiri kwanza, subiri kwanza. Kwanza nimekumbuka. Na wewe nimekoja kwanza. Ah, yeah, linten. Linten. Linten. Linten. Baba kuna kitu nimekumbuka. Nimekumbuka hizo nywele hizo ulizosuka nani ka... nani... kwanza umepata wapi hela kusuka hizo nywele? Umepata bababa tu. Huyu mwanamke kasia nizo wewe. Ba wana. Eh. Wana, wana <tinyi> Habari ya usiku, ndugu yangu. Kodi usilipe na fujo unifanyie ndani ya nyumba yangu. Sasa po na shida gani wewe? Sikia. Kilicho nileta hapa ni kodi yangu, lakini nimekutana na huu fedhuli unaofanya e nyumba yangu say, kwa langu, kwa kwa nini huko? A, wewe mama, wewe, wewe, wewe. Na wewe niangalie, mimi kodi yangu iko wapi? Nisikilize ndugu yangu. Yaani nimekuwa katika wakati mgumu sana, naomba unipe miezi miwili au unaniletea uswahili. Unaongea nini wewe? Nisikilize ndugu yangu. Elangu iko wapi wewe? Sina ndugu yangu. Yaani nimetoka huko kuhangaika hapa hapa hivi kwenye baba. Ndio ndugu yangu. msikia bwana mimi sitaki mchezo kwenye kwenye swala pesa sitaki nakupa wiki moja wiki Moja. wiki ngapi? Wiki moja bwana usipotoa kodi yangu naenda kukuita sungu sungu uchafu wenu wote mnakuta hapa nje washenzi ni nini pesa mlipi fujo mnafanya? Sasa tumefanyaje? Wewe mwanamke na. nakwambia mara mwisho siongei na wewe So, kama funga mdomo wewe. Ah, nimekuelewa ndugu yangu wangu, umeniambia wiki moja nilete wiki moja. Na siku ngapi? Saba, saba. O sea, sasa. Kinini tena jamani, mtu unafua nguo zinaangukazaleoy eh. Eh, nimemkuta maana alimpigia simu alisema kuwa na shida sasa, ndo nimemletea mzigo wake huo. Ah, wifi huyo ana kupenda wifi yangu, ndukwa, nimekumiss njokao. Sasa sikia, unaondoka na na yule yule, unaondoka na mwanai ashamikado